Familia moja kutoka kijiji cha Mkuyuni, eneo bunge la Bumula, kaunti ya Bungoma, inahangaika baada ya mwanao wa wiki mbili kuibwa akiwa amelala chumbani mwa nyumba yao. Sasa hii kitendo ya mtoto kupotea hata tumeshangaa, tunasikianga tu kwa maredio, kwa runinga, hadi watu wameiba watoto. Sasa imekuwa hapa kwetu, tunashangaa sana. Tunaomba serikali yetu kuu itusaidie, mheshimiwa wetu atusaidie hata ukiona watoto wenye mtoto wa mwenye alipotea ni watoto wachanga sana. mama mtoto ati ana wazazi sasa, ana mtu mwenye anaweza kumsaidia. Serikali tunaomba mtusaidie. Kulingana na Elizabeth Wafula ni kuwa alimwacha mwanawe Leitishia Ambuyieka kwa nyumba mnamo tarehe moja mwezi huu mwendo wa asubuhi na kwenda kununua maziwa, ila aliporudi akamkosa. sikufunga kafuli na kafuli mlango kutoka huko nikarudi, mtoto hakuna kwa nyumba sasa tukatafuta, nikapiga manduru, nikatembea huko, nikaenda kwa mkasaa, nikapiga manduru wa wajirani, wakakuja wakatafuta kila mahali, hakuna. Nasikia uchungu mi, kama mama ya mtoto naomba Serikali itusaidie, tutapatikana apatikana wa wiki mbili. Aidha, juhudi za kumsaka mwanawe zimeambulia patupu huku maafisa wa usalama wakiendelea kuchunguza kisa hicho. Nikakimbia tena kufika huko kuuliza, ati sina usaidi wa kutosha tena, sehemu sehemu tu. Tukakuja hapa tena na DCI yayo, wakakuja hapa DCI yayo Bumula wakuja wakaniambia tulilalia mtoto ama tumeua mtoto ama tumetoa mtoto kafara. Nikajiuliza kama nimetoa mtoto kafara ningepeleka ripoti kweli. Na watu wa wenye wanatoa kafara huwa wanasika tu, singesika tu, singepeleka ripoti. Ilikuwa juzi tena wakanikuja tu, wakasisita kuja. Yani imekuwa tu kuja kuja, tangu asubuhi kuja, ukifika huko kuja saa saba, ikifika saa saba kuja saa kumi, ni hivo tu, hakuna kitu nasaidia. Sasa jana ndio waliniambia wali, wali asubuhi kuja na mtoto wako. Mi kaambia huyu afisa wa DCI, sasa mi niko na tani leta hapa munisaidie kupata mtoto, sasa mi nitatoa wapi? Akaniambia sitaki uniongeleshe wewe, kuja hapa na kuja na mtoto hiyo wakati waliniita peke yangu, wakati nilienda akasema Enda ukuja hapa na bibi bibi yako na mkuje na mtoto. Sasa mimi nachishinda mtoto yako wapi? Sasa mimi naomba serikali serikali inisaidie, wamboka pale penye huko nisaidie siesu wa mtoto nichipeleke ingilia tu hayo afisa wote tu police station ya Bumula. Kitu wanafanya wakisalia na wasiwasi kuhusu alipo mwanao. Visa vya watoto kuibiwa vinaendelea kukithiri nchini <muchos>